Mfuko wa taifa bima ya afya kutoa hizi delivery kiti ni kuunga mkono serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye amefanya maboresho makubwa sana katika nchi yetu, hasa katika sekta ya afya. Lengo ni kuboresha huduma za matibabu. Sasa kwa kupitia kiti hizi vitasaidia kupunguza vifo vya wanawake wajawazito lakini pia na watoto wachanga, pale ambapo watakuwa katika hali nzuri ya kujiandaa wakati ule wa kujifungua. Kumbe sisi kama mfuko wa taifa wa bima ya afya, leo hii, pamoja na kwamba tumewagawia wakina mama walioko odini, lakini vile vile tumewagawia wakina mama walioko kliniki. Kwa hizi paki nyingine, tutaendelea kuwagawia wale wakina mama ambao hawana uwezo kabisa wa kujiandaa kwa maana ya kwamba tunaelewa wengine wanakuja, wanaweza wakafika hospitali, sasa mnaanza kuangaika, lakini mama yuko tayari katika stage ya kujifungua. Kumbe kwa hizi chache ambazo zimebakia, basi mtazitunza na kuwapatia wale wakina mama wakati ule wa kujifungua ili waweze ku, kuokoka na vifo vile vya wakina mama wajawazito wakati wa kujifungua lakini vichanga. Pas... na vitoto. Kumbe naomba nichukue nafasi hii mimi pamoja na staff wenzangu, tukukabidhi tunawashukuru sana kwa sababu wakina mama pale kwenye jengo lile la huduma ya baba mama na mtoto nao wamepata, lakini wakina mama jengo la wazazi pia wamepata. Kituo cha afya Mazwi ni kituo ambacho kinapokea wateja wengi sana wanaokuja kujifungua hapa. Zaidi ya wateja mia sita kwa mwezi kina, wanajifungua katika kituo cha afya Mazwi, na wengine wanaokuja hapa hawana uwezo na muongozo unasema mama anatakiwa aandae baadhi baadhi ya vifaa, ili ikitokea amepata dharura ya uchungu ghafla mahali popote akiwa kazini au akiwa barabarani, ili aweze kusaidiwa. Sasa unakuta wengine hawana uwezo huo, lakini kupitia zawadi hii tumeweza kuwasaidia hawa wakina mama. Kwa hiyo itawasaidia hata ikitokea amepata dharura barabarani, wakati haipo katika shughuli zake za kawaida, mtu yoyote wa karibu anaweza kumsaidia kwa kuvaa mipira na ile, mi, na ile mipira ya kutandika chini. Kwa hiyo mama atasaidiwa kabla hajafika kwenye kituo cha kutoa huduma, na ikionekana amekuja navyo pia hapa navyo atatumia. Sisi kama watoa huduma tutamsaidia ya kujifungua katika mazingira bora. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika la afya Afshku... Nashukuru serikali kwa kuwa imetusaidia vifaa hivi, mtoto ni maandalizi kwa. Nashukuru sana kwa kwa imesaidia fedha ziaika tuongeze hizo vifaa, lakini serikali imetusaidia tatumia na matumizi mengine kwa nashukuru sana, naomba iendelee hivi hivi kutusaidia watu wa bima ya afya ya Taifa. Kwa kweli walichokifanya mimi nimefurahika nacho. Wamekuja kuhamasisha sisi kama wazazi tuwalee watoto wetu na tuwatengenezee mifumo kama bima. Bima ni kitu ambacho kinamsaidia, kinasaidia familia. Kwa mfano kama ukimfungulia mtoto wako bima, akapata madhara yoyote kama ni magonjwa na nini, ni rahisi sana kupata matibabu kwa urahisi. Kama pale baba huna hela, na baba unapokosa hela, ina maana ni changamoto, lakini ukiwa na bima changamoto imeisha, kwa sababu mtoto wako atatibiwa na hatapata na madhara yoyote kama kifo na mambo mengine.